Okay, sawa. Sasa video iliyopita tulipima vipimo vya shati la kiume. Akuahidi kwa kwamba tutakuja kulikata, tutakuja kukata shati kupitia vipimo vile ambavyo tulivipima. Sasa ndo hiki hapa ambacho tunakuja kukifanya sasa hivi. Sasa kuna vitu lazima uwe navyo ili kukata nguo yako. Kitu cha kwanza lazima uwe na, na, na hii tepu, lazima uwe na chaki. Kuna hizi chaki ziko tofauti, kuna chaki kama hii na kuna chaki zile za kalamu kabisa ni we utaategemea utakuwa na hipi aa. Na kitu kingine lazima uwe na mkasi, pia lazima uwe na rula, sawa. Hizi ni rula kwa niaba ya ufundi, hizi rula unavyoziona kwa niaba ya ufundi, sawa. Sasa kitu cha muhimu tukachokifanya hapa, tunaanza kuku, kupima nguo yetu urefu, tulisema ni 30, sawa. Siku zote unapokata nguo Asa, asa kama shati la kitenge hivi, tuachane na zile ambazo ni plain. Shati la kitenge ambalo lina maua maua hivi lazima cha kwanza uzingatie maua yatakaa vipi. Sawa, zingatia maua yame yamekaa vipi? Mfano haya haya hapo ukiyaweka hivi sawa, ukiyaweka hivi yanaenda sawa. Kwa hiyo tunacho kifanya, huku ndio mwanzo wa kitenge kwa kama huku ndio mwanzo wa kitenge, vipimo vyetu vitaanzia huku kuja huku sawa. Kwa hiyo tunacho kifanya urefu wetu wa nguo ni 30 urefu wa nguo ni 30. Sawa, huu ndo urefu wa nguo 30. Hii hapa huku nako pia tunapima 30. Hii hapa tunachukua rula, tunapiga mstari hapa kwenye hizi 30 tulizo tulizopima huku Sawa. Baada ya hapo, tunapima hapa, sisi tutaweka nchi, tutapima nchi moja na robo. Sawa, nchi moja na robo. Hii nchi moja na robo tutaikunja hivi, kwao nimeona niipime hapa ili uone. Nchi moja na robo hii hapa, alafu una unapiga una unawekea unapiga pasi ili panyooke vizuri. Sawa, kwa hiyo Sawa, wakisha nyooka hivyo hapa, sasa unaweza ukaanza kufanya nini? Kupima sasa vipimo, na kwenye hii hii nchi moja na robo tulioweka, wengine wanaweka nchi mbili, wengine wanaweka nchi mbili na, na, na, na, na, yaani hapa hapa unaweka wengine wanaweka nchi mbili, wengine nchi moja mbili na robo, inategemea na wewe, lakini sisi tumeweka tu nchi moja na robo. Takachokifanya hapa ni kwamba kwenye inchi nchi moja na robo, tutaangalia katikati ni wapi? Katikati mwa inchi moja na robo, sawa. Katikati mwa inchi moja na robo, umu, katikati mwa inchi moja na robo ndo kutakao kupita vipimo yetu. Sasa tunaanza na, na shingo. Shingo ni kutoka hapa kuja huku na kutoka huku kuja huku. Kwa hiyo shingo tunaanza hapa inchi tatu, shingo inchi tatu. Halafu tunashuka nchi tatu na nusu sawa, kutoka hapa hadi hapa nchi tatu na nusu, hapa hadi hapa nchi tatu. Ukitoka hapa kuja hapa chini, ukitoka ukishuka nchi nchi tatu. Kwa hiyo kutoka hapa hadi hapa itakuwa ni mbili na nusu. Baada ya hapo tunatakiwa tu tufanye nini? Tukate tu tukate hii, sawa. kama una rula, mfano kama rula hii, Utakachokifanya ni we kuweka tu na unakata hapo moja kwa moja, unazungusha tu hivi rula yenyewe, ni ya duara, inazungusha tu moja kwa moja kuliko kuanza kuchonga, lakini rula yenyewe inachonga moja kwa moja, ndo uzuri wa rula za, za, za, za ushonaji. Hii yenyewe inatia kiduara yenyewe, sawa. Baada ya hapo, tunapima nini? Tunapima bega, bega letu wengine wanalianzia hapa, ila mimi napendeleaga kuanzia hapa katikati mwa hii mwa hii moja tulioweka kwa hiyo tukuanza hapa kwenda huko, bega ni kumi na saba. Kumi na saba tunaigawa mara mbili inatuletea kumi na saba mara mbili inatuletea nane na nusu. Kumi na saba mara mbili inatuletea nane na nusu, sawa. Hapa tunashuka, hapa tunashuka nchi moja, kutoka hapa kuja hapa tunashuka nchi moja. Wengine wanashukaga robo tatu, mimi nimeshuka nchi moja sawa. Mwingine anaweza akauliza kwa nini nimeshuka nchi moja? Nimeshuka nchi moja kwa sababu bega la kiume huwa limekaa hivi na sio hivi kama la kike hivi, sawa. Koo hapa nakata na, naweka rula nakata hivi kuja hapa kwenye kumi na saba ambako kumi na saba yetu inatupa nane na nusu Sawa, tunatoka hapa tuliposhuka bega kuja chini, tunashuka saba. Mimi nimeshuka saba lakini wewe unaweza ukashuka nane. Kwa nini inafanya hivi? Ukiweka saba, basi ujue kwenye, kwenye kuja kushona lazima uta, utaanza tena ku, kuichepu kushepu nguo. Kwa hiyo unaweka una, ukishepu utashuka kwenye nane. Sawa, lakini kama unataka mimi naenda moja kwa moja, unaweka, unaweka nane lakini nimeweka saba ili kwamba nitakuja kuishepu, sawa. Au tukiweka nane kwamba tutaishepu hapa hapahapa, vyovyote unavyoweza kuvifanya wewe. Baada ya hapo, tunapima kifua. Kifua chetu kifua ni arobaini. Arobaini gawa mara nne, hapa ni mahesabu ndo anafanyika hapa. Tumegawa mara mbili, hapa tunagawa mara nne, sawa. Kifua cha arobaini kugawa mara mbili mara nne kinakupa kumi, sawa sasa tumeweka kumi natakiwa tuweke na yanyongeza hii yanyongeza ni kwa niaba ya kushonea lakini kuna mwingine ambaye ah, mi siweki ah, sawa tu lakini lazima pawepo na kushonea mi nimeweka moja nzima kwa sababu nitakuja kuishepu hii nguo nimeweka moja nzima sawa tunapima sasa chini kwenye hips ambao kama hapa tumeweka arobaini huku tunaweka arobaini na mbili arobaini na mbili ugawa mara nne inakupa kumi na kumi na, kumi na nusu sawa kitu kama hicho ama sijakusea kumi na ambapo kumi na nusu itakuwekwa iko hapa. Halafu tunaweka na yanyongeza kwa niaba ya kushonea, inakuwekwa hapa hapa kwenye tumbo, hapa kwenye tumbo. Hapa unaweza tu ukaangalia namna ya kufanya, sawa, unaweza ukaangalia namna ya kufanya. Kwa hiyo hapa tutakunja hivi kuja huku alafu hapa tutafanya hivi kuja huku, yani hapa tumefanya kuichonga, lakini utakiwa kuichonga kabla ya nini? Kabla ya ku ya kuiunga. Kwa hiyo hapa tutaachana napo. Kwa hiyo sisi tutashuka kutoka hapa, sawa, kuja huku, alafu ya kuchonga hivi, tutachonga baadaye. Sasa tumeweka hivi ili niende sasa na kuonyesha hapa. Kwa hiyo tunachukua rula yetu hii hapa ya kiduara, unaweza ukaiwekea uka hapa hivi hivi. Okay, sawa. Kwa hiyo hapa nguo yetu iko hapa, tunafanya nini? Tunafanya kukata nguo yetu. Tutakachokifanya tunakata hapa Okay, kuna mtu anaweza akawa na swali, kwa nini huku nimeweka ya kushonea huku sijaweka ya kushonea? Ya kushonea itaongezeka kwenye kitambaa cha nyuma, sawa. Kwa hiyo hapa tunachokifanya tunaweka alama hapa, tunaweka alama hapa, na tunaweka alama hapa, sawa. Alafu hapa katikati mwa hii nguo hapa ambapo tulikuwa tumekunja kwenye huo mkunjo tunakata hivi lazima uweke alama za kujua ndani ni wapi. Kwa hapo, tutakuwa tumepata vi, vipande viwili tayari, kipande hiki na kipande hiki, sawa. Kwa hapo, kinachofuata tunapima kitambaa cha nyuma, kitambaa hiki cha hiki cha nyuma chenyewe, unalaza kitambaa hiki cha, cha, cha mbele, sawa unakivuta kwenda juu. Mi napendekea kupimia huku chini. Kwao takachokifanya hapa huku chini, mi nitaongeza nchi tatu hadi tatu na nusu mi naweka nchi tatu na nusu hapa nchi tatu na nusu sawa. Kwao sasa hichi kitambaa cha mbele kitakuja kulala hapa kwenye hii nchi tatu na nusu kwenda juu sawa, na ukishalaza hivi juu, tunapima shingo sawa, tunapima shingo, shingo cha mbele shingo la mbele tumeshuka tatu na nusu kwa mbili na, eh, kwa kwa tatu tatu na nusu kwa tatu. Lakini hiki tunashuka moja nchi moja, alafu kwa tatu kwa tatu. Kwa hiyo hii nchi moja kwa tatu ndo tunayoshuka nayo. Sasa, unaweza ukajiuliza kwa nini. Aa, bega hili la, la shingo hili la nini la huku nyuma, mbona tumeshuka nchi moja wakati kule tumeshuka tatu? Kwa sababu hili bega la, la, la nyuma la kipande cha nyuma hiki, yaani upande wa nyuma huwa ushuki chini, sawa. Kwa hiyo baada ya hapo unakata kama hivi, unaweza ukakilinganisha na cha mbele, sawa au kakiongeza kidogo sawa sawa. Kwa hiyo hapa tumepata kitambaa cha nyuma hiki hapa, hasa hiki kitambaa cha nyuma tutakipata sasa. Tutafanya namna tupate bega la, tupate nini, tupate uh, tupate mgongo. Kupata mgongo ni kwamba tutapima hapa, kutoka hapa hadi hapa. Wengine wanawekaga nchi sita, wengine hadi nchi tano, ila mimi nitaweka nchi tano na nusu hapa tano na nusu, ili tupate bega, yani tupate mgongo wa nyuma. Mgongo wa nyuma ni kitambaa ambacho huwa kinaongezwa hapa kwa niaba ya kuleta uzito hapa mgongoni. Hapa nitaweka alama kwa niaba ya yule mtu. Kwa hiyo hapa sasa tutapakunja hivi, tutaenda kuangalia namna ambavyo tukianza ku kuishona hapa buka, panakunjwa hivi, alafu panashonwa hivi na kitambaa kingine kikiwa iko. Tutaenda kuangalia baadaye kwa sababu tumemaliza kukata shati sasa, kuna kukata mikono. Tutaenda kukata mikono kwa video inayofuata.